Mungu ni mwenye nguvu. Mungu anastahili kuabudiwa na kuheshimiwa. Wewe ambaye umefika hapa si kwa akili zako na si kwa nguvu zako, bali ni kwa rehema na huruma za Mungu. Amen. Ni siku nyingine tena ambayo umeifanya Bwana, ni siku ya kupendeza, ni siku ambayo Bwana mwenyewe anajua kwa nini amekuweka. Amen. Msomaji ni na wasomaji wote wawili, leo amefungua kitabu cha Ufunua ishirini. Wakati huo nawe dada fungua Ufunua ishirini na moja ufungua ishirini kama umefika hiyo ufungua ishirini sura kumi na moja soma. Amina. Ufunua ishirini. Ngoja tu dada ameshafika. Soma. Amen. Ishiri sura ya 11. Tuanzia hapo tasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, Neno la Mungu linasema ni ni kisha nikaona kiti cha enzi, kisha nikaona kiti cha enzi. Kikubwa, kikubwa. Cheupe, cheupe. Na yeye akatia juu yake, na yeye akatia juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. ambayo nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Asifiwe. Amen. Tunapozungumzia nchi hatuzungumzii Tanzania na Kenya, Uganda tunazungumzia Alis. Kibiblia, sasa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba kama mbingu inakimbia uso wa Mungu Alis inakimbia uso wa Mungu kinasalia kwa sababu kwenye nchi hadi kwenye ardhi ipo nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake na nyumba yako pia utafanyaje? Itakimbia. Amen, eh, endelea. Anasema eh, anasema eh, uh-huh. na mahali pao hapa kuonekana, na mahali pao hapa kuonekana. Unajua mahali pa nchi Mahali pa mbingu na pajua. Ni juu hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mstari wa kumi na mbili. Ndio. Nikawaona wafu, nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, watoto kwa wakubwa. Amen. Hao wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Hao ni walikuwa wamekufa lakini wamesimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamesimama mbele ya hicho kiti na vitabu vikafunguliwa, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzuri. Ndio. na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yao yaliyoandikwa katika vile vitabu. Ndio, kulingana na matendo yao, kulingana na matendo yao. Amen atenda nini? Kile tunachokwenda leo kesho kwa kivuno Amen. Lazima ukubali kubadilika. Hii siku leo lazima ukubali kubadilika. Amen. Kumbuka leo, tunaipimisha somo vipana karama au somo atimo

huyo haipatani na uchafu hata siku moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Dar es Salaam kuna sehemu wanaitwa Jangwani. Amen. Kwa yanasumbua sana watu. Ndiyo. Okay. Kwa sababu maji yanayotoka mchikafu ni machafu. Amen. Yakifika pale kwenye bahari, bahari inaikataa inakataa. Bahari haipatani na uchafu. Yes. Amen. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bahari ikawa kwao wake Na mauti na kuzimu zikawatoa wshi i y Kuliko yes, shida ndogo ndogo hizi ulizo nazo leo. Ndio. Usiogope kupambana. Wanaishi wa mashimboni wanajua unaifuata dhahabu mbali unachimba. Sababu inapatikana mara nyingi ni usiku, asubuhi anaitoa. Wale wavua ndagao samaki wanajua. Wanapatikana usiku. hakuna gharama. Ukienda okay, shule lazima upe Amen. So Amen. Hey, bure, lakini, la lazima utoe gharama. Mungu asifiwe. Amen. Eh, wanajua ni shule za bure lakini lazima uoke asubuhi wayo. Amen. Ifika kwa utafagia uwanja. Amen. Mungu asifiwe. Unasafisha choo, kupalilia majani. Mungu asifiwe. Lazima utoe nini? Okay. Gharama. Kwenye kazi yako lazima utoe gharama ya mtaji. Amen. Hakuna mafanikio sio kwa gharama. Sisi wakuwa tu gharama iliyopo ni muda. Tum.

kwa damu yenye uweza, kwa damu yenye mabaraka, kwa kuwa sisi tumetoka kwa Mungu. Huyo Mungu alitoa nafsi yake. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni, ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu wote uokolewe kwa njia yake. Amwaminiye mwana hahukumiwi, asiye mwamini amekwisha Amen. Maanake utakaposimama mwisho kuu kwenye hicho kiti ipo siku utasimama hapo, ipo siku utasimama hapo. Utajibu nini, mwana wa Mungu, utajibu nini siku utakaposimama kwenye kiti cha ukuu? Una cha kujibu Mungu? Ukakupa karama kubwa, Mungu ukakupa kipawa kikubwa Mungu kakupa vitu vya samani, Mungu kakupa mali nyingi, Mungu kakupa akili, uso akili yako hubiaza kutumia akili yako ipasavyo. Mungu kakupa vitu vya samani tumia kwa kadri utakavyoweza kwa ajili ya utukufu wa Mungu kujenga ufalme wake, lakini leo unataka ufanya utuma kwa kubembelezwa. Ipo siku utatoa hesabu yake, ipo siku utatoa hesabu yake, kama jinsi waimbaji wanavyoimba kila siku kwamba tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Au kunakuja kuimba nataka kubembelezwa. Wewe ambaye unafanya kazi ya Mungu kwa mazoea, ipo siku utatoa hesabu. Wewe ambaye unahubiri kwa mazoea, ipo siku utatoa hesabu yake kazi ya Bwana tuifanye kwa moyo. Amina. Kazi ya Bwana tuifanye kwa moyo. Amen. Tuna wakati mchache sana hapa duniani. Ndio baba. Kama kuna kifo kuna uzee. Amen. Amen. Amen. Narudia tena, kama kifo akipo basi uzee upo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ambao Mungu, Mungu amekupa damu yako inachemka vizuri, amekupa miguu ya kuweza kukimbia sehemu yoyote, fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Amen. Kazi zako zifanye. Ndio. Lakini uche na Bwana.

Sio wewe lakini ya mwapu. Wewe hey. na ni nani na uwepo wa Mungu ndani? Unatokea kusimama kwa zamu yako. Umewekwa kwa zamu yako, Mungu kakupa kipawa, amekupa karama, amekupa kinywa. Unajua kuna mabubu wanatamani waseme, unajua kuna viziwi wanatamani kusikia, unajua kuna viwete wanatamani kukimbia. Unajua kuna wepo wa Mungu wakipewa nafasi ile ndio leo wakaitumia kama jinsi pasavyo. Amina. Usifanye kazi ya Mungu kwa kubembelezwa. Amina. Kwa Yesu asifiwe. Amina. Lazima utambue, lazima ujue kwamba wewe ni mtu mwingine katika dunia hii. Yesu akasema, Baba, ninaombea watu hawa, tusiwaombei wapoe katika dunia hii, bali walinde na yule mwovu. Mimi ninawatuma kama kondoo ndio katikati ya mbwa mwitu. Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Njia ni nyembamba, ndao imesongwa. yes. na kama njia imesongwa, acha kuogopa. Waionao ni wachache. Kuwa peke yako, kuwa peke yako. Biblia inasema eli aliye hai kuliko simba aliyekufa. Usiambatane na mtu aliyeshindwa, amen. Usiambatane na mtu ambaye eh, ye kazi yake kila siku manung'uniko, manung'uniko ndio anafanya wana Israeli wakashindwa kuingia katika ufinyu. Amen, ewe Mungu mama asifu Mungu. Anachukia malalamiko, Mungu anachukia wakati ukifika, wao kila tuwapia atakuweka wapi? Maisha sio yako, ni ya Mungu aliyekupa kitaka leo kwa kitaka neasha kwa sababu ukapulizwa pumzi. Anasema wakahukumiwa kila mtu, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Yesu ndugu mimi, sikwambi kwamba pokea gani wala pokea nini, utakuja hukumiwa

Mungu kakupa kutambua, Mungu kakupa kuona Amen. Tumia vitu vyako ipasavyo. Ipo siku utanyamaza kimya kunigeneza Amen. Ipo siku utanyamaza kimya, si bila a kiti chokuu Amina. Inaitwa bonde la kukata maneno. Utakaposimoa pale utaongea nini? Utakaposimoa pale utajibu nini? Utakaposimoa pale kile toko leo wanafanya wanatengeneza mbinu mpya kuhakikisha dunia wanaitawala wao. Sawa, pepo mchafu, mari, kwa sababu Biblia sema pepo mchafu mtakapo mtu pitia mahali pasipokuwa na maji, anatafuta mahali pa kupumzika akikosa, anasema tarudi nyumbani kwangu nilikotoka, manake mapepo yanatoka kuzimu yanakuja duniani, lakini akikuta imefagiliwa hivyo tu aingia akwenda kutafuta wengine saba waovu kuliko yeye, wanakuja wanaingia mtu yule, hali yake ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. wale andika ni kitabu cha Mathayo sura ya 12 kuanzia sura ya 43 mpaka 45. Yesu, jifunze ulikuwa na babu yako, ulikuwa na bibi yako, ulikuwa na wazazi wako, leo wako wapi? Ndio ulikuwa na watu uliowapenda uliosoma nao, ulikuwa na watu ambao uliishi nao, leo wako wapi? mauti nabili aaau aaa Mungu. Waniambia Mungu wewe pamoja. Amen. Mungu umepelea kila kitu kinapita. Amina. Kila kitu kitaondoka. Amen. Lakini nalo litosimamo. Amen. Neno Yesu hapo moja kutoka neno na neno alikuwa Mungu. Huyo neno hapo mwanzo kwa koko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu, nao na vyote vilifanyika kwa huyo basi, yeye hakuna kilichofanyika chochote. Ndani mwake limu mkuu uzima. Na yule uzima ulikuwa ya watu na no, nuru ya ngati sana. Kama anaandika hiyo ni Yohana moja msali e wa kwanza mpaka wa tano. Amina. Nikufundishe kitu, heshimu sana wakati ulionao. Amen. Heshimu na sana majira unaoishi. Amen. Majira yanabadilika, ndio baba, majira yanabadilika. Amen. Wewe unaweza usinielewe kwa sababu hujakufiwa na mzazi. Amen. Lakini kwa mtu aliyefiwa na mzazi kuti kwa ba baba anaibada sasa so, ba baba amekufa, hakuna kulipia ada. Amen. Wewe ambao umeshazoea ukitoka kule ukuta mama amekufunikia chakula hapo sasa, mama amekufa, ukitoka kule unakutana na majiko pia amelalilia. Amen, hakuna chakula. Kama sana macho yako ni wewe, ni mama, mheshimu sana mama yako. Wewe ni baba, mheshimu sana. Amen. Kwa sababu ulimwengu wa roho wa Shetani wanafanya kazi asubuhi na mchana, na kuongeza ndani watu kwamba watoto wakose malezi, kwa sababu kuchafua kizazi uchumi, wa uchumi wa Shetani wanafunga uchumi, wanafunga mahusiano, wanafunga afya, kwamba watu waanze kuangaikia afya, waangaikie maisha, wangaikie mazingira, lakini wakati utakapofika, Kristo anasema atakukuta kama wa mwizi

wa kipo basi uzee huko na unaweza kuzeeka kwa sababu maisha ya shida, kula kwa shida, kuvaa kwa shida, unahangaika, unahangaika, lazima uzeeke. Amen. Kuna magonjwa mengine unakutana nayo huko kwenye utafutaji, lakini usipojitunze, usipojijari, usipotambua. Amen. Kuna wakati utakuja pango la kuzimu, dunia nzima watu wote wadaiwe atasimama mtu mmoja atasema, lakini kwa mashaka, watu watalipwa madeni. Atasimama mtu mmoja atasema mashaka, gonge, chapa ya mia sita sitini na sita. Usije ukafikiri inakuja mia sita sitini na sita, mwenye akili pasipoti yako weka na kidole gumba yako ali alimaanaki kama sio ile pasipoti ile, utaweka sahihi yako hapo. Mimi nataka kukupata hesa na jina lako na hangaika na namba yako yeah, amina. Kila nyumba ina namba, kila barabara ina namba, kila mtaa una namba. Ndio, Bwana Yesu asifiwe, amen, amen. Ukitaka kumpata mtu naomba, yes. Malaki, tutahesabiwa kwa namba, amen, namba yako wewe, mtu akitaka kukupata, nafikia nakosa Ukiona kila mtu walisema kwamba ukileta NIDA hautangaika na mtakusho vingine. NIDA imekuja, taarifa zako za msingi zimeshikwa. Amen. Ulizaliwa wapi? Ni ngapi? Ni zao gapi? Ni kila kitu. Amen. Tumeshaka una nini baada ya kupata hela mpaka mtawa wako na. La Amen. Lakini katika ulimwengu wa Mungu hapo. Na shetani anataka kushambulia. Na shetani anataka kukupata. Amen. Kwa mpango wa kuzimu kwenye maisha yako ukoje? Ninajua wewe ni shujaa umetoka mbinguni umekuja duniani kwa kazi ba. Amen. Haujatimiza kusudi la Mungu bado. Wewe fanya mambo yako lakini ujua kusudi la Mungu linakudai. Amina. Fanya mambo yako ujua kazi ya Mungu inakudai. Amen. Duniani, komba, kama uliletwa duniani kwaomba usapoti huduma, ujenge ufalme. Nasema hivyo hata kama leo utakimbia. Kesho utafanya huduma kwa gharama. Amen. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo. Maria. Amen. Wabua, na Maria wakati anazaliwa, ndio malaika wa Bwana akamtokea wa Bwana akamtokea kwenye ndoto Yusufu, ndio akamwambia mchukue mtoto na mama yake mtoto na mama yake, umkimbizie Misri, maana kuna watu wanataka kumuua. Ndio akamchukua akamkimbiza. Unadhani yule malaika alimpa Yusufu nauli? Wewe unataka tukupe nauli? unanielewa nasema hivi ndio Yusuf alikuwa fundi seremala ndio hizi zile furniture za watu wewe ambao ukimpelekea mtu akakuchelewesha kitanda chako au kabati yako au sofa zako unajisikiaje moyoni sasa fundi kakimbia. Hapo. Fundi kafanyaje? Kakimbia. Kakimbia. Kaki alafu anajiita mcha Mungu. Wala anaondoka na hela za watu. Sio kazi ya Yesu. Amen. Tumikia Mungu bila gharama. Amen. Kumtumikia Mungu bila gharama. Amen. Hello. Amen. Ushikujiuliza wa Israeli wanaambiwa mnakwenda kwenye Pasaka kuvuka.

Mstari kumi na nne. Hey, so, anasema hey, mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hii. Hey, ndiyo mauti ya pili, yaani ilo ziwa la moto moto ukiwa pale kwenye unakwambia I wish Afu ndani wale ndani ule moto kuna funza. Afu wale funza milioni kama biki ile kalamu ya mwalimu. Hello. Amen. Yaani kama shehu choma nyama utajua unachokiongea. Unajua kuna choma nyama fu kakate hivi. Yaani maji maji. Mm. Sasa wale funza na kung'ata fuvu la kichwa, wale kung'ata hapo na kutezea huku. Afu moto unapenya. Ndugu. Amen. Hayo. <laughs> Kuna kujua moto unaniatari. Unajua ile maji kwa kwa kuweke hivi kidogo. Hapo. Ndota jiwa. Sipenda kilia wewe mpe. Hapo. Hadi unaita na zangu ukiona kama zambi ndio kushinda, unje chukue moto uweke hivi kidogo. Tunataka pale kwenye gesi. Ukiona le moto ule ukiungua basi ndio na zambi. Lakini kile ambao umeungua usiendelee naye. Amina. Sawa. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Mashujaa wa mbinguni wangapi wananielewa? Wananielewa? Anaendelea, anasema hey: na iwapo mtu yoyote akuonekana, ameandikwa katika kitabu cha uzima yoyote, au kuonekana umeandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa. Sio aliwekwa, alitupwa. Sasa tunatupoka vitu vizuri? Tunatupa uchafu. Uchafu maana yake unakuwa ni nini? Uchafu. Sijakuita uchafu, wasa kuita uchafu, ila ni Biblia imesema. Amen, badilika. Badilika, acha uovu, acha ulevi, acha wizi. Neno la Mungu ni kama upanga. Amen. Anaeleta kuhubiri nasomaji kwa Ibrania nne. Maana neno Amina. la Mungu li hai e tena lina nguvu e tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili tena lachoma hata kuzigawanya nafsi za roho nafsi za roho mafuta o ndani yake tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hapana, ziki ya wakati ujao ni ngumu kuliko ya sasa. Amina, ziki itakayokuja ile ya miaka saba